Huyu binti anayeolewa ni binti yangu, kwa hiyo hili jimbo ni la kwangu. Huyu mwali ambayo tunamsema hapa ni wa kwangu mimi. Sasa naona kuna maamuzi yamefanyika, kwanza ili andiko nimeliona hapa, ukweli wa kimungu. Kwa hiyo ushiriki wangu kama mbeba maono ya watu wa Moshi vijijini hayajachukuliwa kihivo, kwa sababu kama ni changamoto, mheshimiwa mwenyekiti, mimi ndiye ninayepita kila kata kwenye kata zangu zote kumi na sita. Kwa hiyo najua changamoto ni zipi, raha ziko zipi, tabu za wananchi ni zipi, mimi ndio naejua kuliko mtu yeyote kwenye mkoa wako, mheshimiwa mwenyekiti. Sasa ni niwape tu kwanza background kidogo e, kwenye utekelezaji wa majukumu yangu mimi kama mbunge, kuna ukanda wa mlimani ndiko nilikotokea na ukanda wa tambarare ambako ndio upande wa chini wa barabara. Sasa haya maeneo mawili yana changamoto tofauti kabisa. Kwa hiyo naongea kwa hisia kubwa, hii kitu tusifanyie siasa kabisa, na mimi ninashangaa wataalamu wanaosema hivi jiografia. Jiografia jamani, hivi, hivi, hivi kama nikufikisha huduma yaani, alionekana kabisa kwamba huduma zitafika sawasawa, kama mtagawa kama ambavyo huku wawe na mwakilishi wao na huku wawe na mwakilishi wao kwa sababu hata walivyogawa sasa hivi tunaleta ubaguzi wa hali ya juu, wa Kibosho, wa Uru na Old Moshi milimani. Tulikuwa tunawasiliana na ndio walinichagua, ilikuwa mna ubaguzi. Sasa mmeweka wa Kibosho peke yao huko, mmeshatukimbiza tukimbiza eh, ndugu zetu wa Uru na Old Moshi mmetunyang'anya. Yaani hiyo hiyo ndio usawa? Mnafanya usawa? Jamani, tu tuwe wa kweli tu, hii kitu tusifanye kisiasa, naomba kabisa kama kuna mtu mnataka kumpendeleaje mbunge wa jimbo la Mawenzi sio sawa naongea lazima tuseme sioni logic ya wakibosho mmewatenga peke yao kule eh? wakibosho mmewatenga peke yao hebu niambie logistic halafu mtu wa TPC sijui inakuaje au mabogini mabogini mmemweka unajua watu wanajua kwamba nilitetea sana lile eneo Bayo pia ni mbinu ya ili kule ya kuninyang'anya ili nisije nitagombea. It's quite clear. Inaonekana ina hey, alafu mnasingizia ni utaalamu utaalamu, mna utaalamu kabisa hapo. Nami naongea kama mbunge, hii kitu haijakaa sawa. Kuliko hivyo ni afadhali kama ulivyosema asig hey. Lakini otherwise, kama tuko serious, kwanza litaleta shida kubwa sana kisiasa. Wale watu pule wanataka maendeleo na huku tunaona tunavutana. Ukitaka kupeleka maendeleo kule, watu wa zamani hapa wanajua shida ambazo nimeshapata, ukijaribu tu kusaidia kule ni shida eh. Kwa hiyo tuta- tutakuwa tunagawa, hata wakati wa kura tunakwenda kwenye uchaguzi, ndugu zangu, italeta shida hii kitu. Wale watu hawataridhika na watatuletea shida kubwa. Mimi niombe ne, tu najua DC, umefanya kazi yako vizuri, nami ni ushauri wangu kama mdau mkubwa wa hii kitu, mdau mkubwa ni mimi mbunge, kwamba nime nimepita kote, ninajua na ninajua shida za watu kulio mtu yoyote. Sasa kama msikilizi, mimi mnakwenda tu, tunamwangusha mama Samia. Mimi nawaambia ukweli wa kimungu kabisa, na uzuri wa maprofesa sisi watu hatuogopi kusema, wewe ni wa kweli, unanyosha mambo hivyo. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha mimi pendekezo langu, ikikupendeza, ikiwapendeza wajumbe, tambarare tuwape jimbo lao wao na mwakilishi wao. Mimi nitaenda kugombea kule, kule milimani <thole> na Wakibosho na Wauru na Mbokomu, na Wambokomu na wa, wale wawe na nani yao <no> sakozi meacha <about> ba alama otherwise huyu ni ubabaishaji ambao ni samee vesheni yangu. Naona kama tunababaisha na sio sawa.